Naam, na, eh, akhil mshahid wa ukht mshahidi, kama ulivyosikia maelezo ya shekhe, mimi nimefaidika kwa maneno yake, na bila shaka nayo na umefaidika kwa maneno ambayo shekhe, Allah akuhifadhi, lakini pia eh, kitu gani tufanye baada ya Ramadhani? Nafikiri tuna masiku yamebaki takribani hayazidi matano ama hayazidi eh, matatu au manne, kitu gani shekhe, tufanye ili E, baada ya kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani tuisabike kule e, na sisi tumepata ule uchamungu ambao ulikusudiwa katika Allah Subhanahu wa Ta'ala kusudia sisi tuupate. Naam. Kuanza katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani yeah, kuna kitu ambacho nachoitwa Lailatul Qadr eh, na na Lailatul Qadr kila mmoja au wenye tunafahamu yeah, kwamba ni ukesha tu tu <tipa> ukeisha tu aina bana hiyo hiyo kesha kesha tu ndio ndio una basi kadiri kadiri. Hapana, lazima kwanza ufahamu na nini maana, <tipa> mambo gani yanapaswa mtu ambaye yupo katika ibada hiyo. <tipa> <tipa> Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza anasema, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Usiku wa Lailatul Qadri ni mbora kuliko miezi elfu moja. mm Huyo -hmm. Muislamu yeyote atakayediriki usiku wa Lailatul Qadri mm -hmm. katika hali ya dhati ya makusudi ya ibada aswa, maana yake Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe mm -hmm. yale, yani madhambi yake ambayo yeye alikuwa ameyafanya mm -hmm. na Watu lazima tum, tumtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zetu hizo za <coughs> yeah. kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili mradi mm -hmm. awezi kutujalia zile ibada zetu ambazo tunazifanya, funga yetu ambao tukikesha nayo tukipata nayo tabu, watu kushinda na kiu na njaa, maana yake iwe thabiti na bwana mm -hmm. yeah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alisema yoyote yule ambaye kwamba mm -hmm. atikifunga Ramadhani kwa yakini mm -hmm waithibati kutarajia malipo mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala okay, atasamehewa mtu huyo madhambi yake ambayo aliyoyafanya. Kwa hiyo la tul kadiri mm. ni katika jambo ambalo muhimu sana kwa Muislamu hususan yeah. wale ambao walikuwa wakijikita katika ibada hii ya funga, lazima tukeshe. Bwana Mtume yeye mm. e, katika hadithi alikuwa akijikita mm. akifunga kigwego katika kumi la mwisho kwa kuitafuta hiyo Lailatul Qadr ambayo ilikuwa ni bora kuliko miezi elfu moja. Kwa hiyo watu, tudumu katika istighfari yeah. kumtaka msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa yale yu yote yu ambayo tulokuwa nayo sisi, na Muislamu anahitajiki yeye kuridhika na ina ina ina ina kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. na alataa Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, ittaqullaha mastata'atum, mm. mche Allah Subhanahu wa Ta'ala kiasi muwezavyo, kadiri ambayo muwezavyo. Haina maana kwamba wewe ibada hii huwezi kusema na mimi basi uwezi kufanya ibada hii bwana. Hapana, si hivyo, maana yake, maana yake kwamba hmm, ujikite kadiri wewe uwezavyo, sawa sawa. Na mtu ambaye leo amefanya mema, amefanya khairati, lakini kwamba sidhani kama kuna mtu anaweza kujijua kwamba mimi na thawabu nyingi kuliko kuliko kuliko, kuliko, kuliko dhambi, lakini yeah, mtu ukifanya dhambi unaona kabisa uzito wa dhambi ulikuwa ni mwingi Yeah. Kwa hiyo tumche Allah subhanahu wa ta'ala na tudumu yeah. Na baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani yeah. ndio tudumu katika ibada zetu, isiwe kwamba Ramadhani inapoondoka na mtu akawa ameiacha ameipa talaka tatu, la, hapana. Lazima tudumu katika ibada zetu, kama tulikuwa tunafanya ibada za swala mm. basi tudumishe ibada ya swala lakini pia kama watu tulikuwa tukihurumiana katika majambo mbalimbali mm. na kusaidiana ms yeah, basi tudumu katika majambo yetu hayo. Kwa hiyo kwamba tunasema ndani mm. e, ya mwezi huu na baada ya kuondoka mwezi mtukufu huu yeah, tuendeleze kudumu katika ibada ya Allah subhanahu wataala, naam. Na ndugu mpenzi mtazamaji wa Darul Karim Online TV, kama walivyomsikia maelezo ya shekhe hapo akisema kuhusiana na masala mazima kulizungumzia masala ya funga na kitu gani baada ya kuondoka kwa mwezi wa Ramadhani huu, kitu gani tuwe nacho, akatueleza mambo mengi sana, lakini miongoni ambao mimi niliyoyachukua kuwa tuendeleze ibada ambazo tunazoziendeleza hivi